Kuna hii biashara inayotrend kwa sasa ambayo ni biashara ya kuuza followers. Watu siku hizo wanapenda kuongeza followers, followers, kununua followers, kununua followers wa Instagram, kununua followers wa TikTok, uh, kuongeza YouTube subscribers. Watu wengi wanapenda kuongeza followers kwa wafanyabiashara, uh, wajasiriamali, uh, watu wanaotumia uh, uh, watu wa betting forex, crypto fashion. Uh, wasanii, wanasiasa wa, wa, wa wote wanapenda kuongeza followers. Sasa hii liweze kufanya hii biashara biashara ambayo ina demandi kubwa uh, cha, cha muhimu ambacho unatakiwa kuwa nacho ni kuweza kuwa na website kama hii hapa ya VictoriaBoost.shop, ambayo hii hapa iko automated. Yani watu wanakuwa wanakuja wenyewe automatic, wanaweka order ya kununua followers, unakuwa una habari sasa hii ni biashara ambayo unaweza ukaifanya kama side hustle kwa sababu unachokifanya ni unatakiwa umiliki website kama hii ya Victoria Boost. Ukisha miliki hapa website unaweza kuweza kuuzia watu followers na kuwapatia watu, wanaingia katika hiyo website wanaanza kujiongezea followers kwenye account zao. Kama unahitaji msaada, nitafute WhatsApp namba 0793 880 325, nitakupa mwongozo namna ambavyo unaweza ukafanya hii biashara ya kuuza followers. Nimeweka link hapo kwenye description. Ni biashara nyepesi na rahisi kufanya, ambayo haihitaji uwe na utaalamu wote. Mtu yeyote yule anaweza akafanya, kwa sababu ni unakuwa na website ambayo tayari ilishatengenezwa. Wewe kazi yako ni ku, ku, kuangalia tu oda zilizoingia na kuangalia oda zilizotoka. Hiyo ndio biashara nyepesi ya kufanya, inayotrend kwa sasa ambayo inafanywa na watu wachache na ina demandi kubwa sana.